Mtu asiyekutendea kama binadamu hawezi kukutendea kama mpenzi. Fanya vyote ufanyavyo. Unanielewa eh? Upendo hauchoki, upendo haujivuni, upendo hautakabali, upendo hautafuti mambo yake, upendo haukosi kuwa na kiasi, upendo hautafuti mambo mengine, upendo hufurahi pamoja na kweli. Ikiwepo unabii utakoma ikiwepo unabii utakoma, lakini upendo utadumu. Sawa sawa eh, sawa sawa eh, sawa sawa eh. Wanaume, kama umeoa wa mke anayekupenda mshikilie, ni hazina, kaa naye, kaa naye. Yule anayekubadilisha tai anakudanganya, ni uongo. Ule mzigo alionao mkeo wa kukufulia wa kukuvumilia wa madeni, unadaiwa nyumba, hajatoka hamjalipa kodi ya nyumba hajatoka bili ya ume mnadaiwa. Anajua madhaifu yako mengi na amekufichia. Yule anayekurekebishia tai hajui, hajui. Mama wa nyumbani anajua, kuna baadhi ya nguo zako zinachawa. Yule huwa anakuwa numenyoka tu, mkurugenzi, mkurugenzi Kabla ya kuwa mkurugenzi, kuna watu walionisuka mpaka nikawa mkurugenzi. Kabla ya kuwa mkurugenzi, kuna watu wamekesha nikawa mkurugenzi. Useme haleluya, useme haleluya. Mama wa nyumbani ni muhimu sana. Mama wa nyumbani, unapoondoka nyumbani, kuna utulivu, kuna amani. Nenda mume wangu, kapambane na Mungu awe pamoja na wewe. Ile neno tu, ukirudi, pole mume wangu, umechoka maji ya kuoga haya hapa, chakula hiki hapa, pumzika mume wangu. Hayo maneno ni makubwa kuliko unavyofikiria. Kuondoka nyumbani ukiwa na utulivu kwa mwanaume ni zawadi inayozidi zawadi zote. Waulize wanaume hapa. Unapoondoka nyumbani hata kama umekosea, lakini mkeo anapokupokea pole pole, ilikwaje ukisema, anasema nimekuelewa, yule mwanamke kabla hujaingia utanieleza aniambia. Kwa hiyo mwanaume akikosea, anawaza akosee zaidi, anawaza ah, leo nakokwenda kule, inabidi atafute mahala pengine. Akienda kwa wale mtaani wale, anaambiwa wana karibu sana, bebi karibu sana, umechoka sana. Anawaza nikienda nyumbani leo kinakwenda kuwaka, kuna Farao na Herode wa nyumbani. Hamna mchezo. Haji, wanadamu wote wana mapungufu wenye miili kwa sababu ya miili yao inawaletea mapungufu yanayotokana na mtu wa nje. Jifunze kuvumilia, mvumilie huyo baba, atakuwa atafika mahala awe mtu mzuri. Walikuwepo wakorofi kama yeye, walikuwepo kina Sauli wa Taso wakabadilika, sembuse hiyo meo. Mnanisikia eh? Na kina baba ukipata mke ametulia mlee una vimtu kule nje vya ajabu vinataka maokoto. Usifikiri <coughs> wewe unapendwa, yanatafutwa manini? maokoto <coughs> Eti, I love you baby, I miss you baby, maokoto. Huyo mama unayeishi naye ana maokoto, hana maokoto. wewe umenielewa maokoto, umei, uyo amenielewa wanawake wenzako watanielewa tu. Huyo mama unayeishi naye ana maokoto, una maokoto, huna maokoto? Yupo, mna mboga chukuchuku na dagaa chukuchuku, yule mama yupo Mnakula mchicha, mnakula matembele, yule mama yupo. Hamjalipa kodi ya nyumba, muwe mnalipa, yule mama yupo. Unadaiwa madeni, yule mama hajawahi kuwaza aende nyumbani, yupo pale. Anajua kwamba kwenye ukoo wenu kuna migogoro mingi, lakini yule mama yupo. Wale unaowaona hawajui hata migogoro iliyo ndani ya familia yenu, wao wanaangalia suti wanaangalia tai wanaangalia viatu wanaangalia land cruiser. Yule uliye naye uko naye tangu mnapanda bajaji na enzi zile, uko naye tangu mnapanda bodaboda, uko naye tangu mnapanda baskeli. Huyo amekukuta juzi na land cruiser, anasema, I love you baby. Wanaume changamka, shikana na mke wako, songa mbele, somesheni watoto wenu na familia yenu. Msonge mbele, tujenge taifa la Tanzania, tuzuie mimomonyoko ya maadili walikumba taifa letu.